Habari zenu ndugu wa Tanzania, habari zenu ndugu wananchi. E, poleni sana kwa misiba, poleni kwa waliofiwa. Hii ni nchi ambayo haikosi e, namna yote, maana Mungu ndiye aliyeamua haya yote yatokee. E, serikali yetu kwa kweli hajafanya vizuri Ulinzi, amani, utulivu sijaona wana bali, wanaua watu ambao hawana kosa lolote, maskini ya Mungu. Katiba inasema kwamba maandamano ni haki ya binadamu, haki ya mwananchi kuandama ili aweze apate kupata haki yake, ila sijaona kitu chochote. Serikali, tunaomba kwa hili muweze kulifanyia kazi kwamba katiba inasema maandamano ni haki ya kila mwananchi, ni haki ya kila mwanadamu. Kwa watu waliofariki kwa kupigwa risasi bila kosa lolote, inaumiza sana. Kumbuka kwamba damu ya binadamu ya mwanadamu kama unajihisi umefanya makosa, tafadhali mwambie Mungu akusamee, maana yeye ndiye aliyekuumba; asingekuumba usingefanya kitu chochote. E, mama yetu Samia Suluhu tumsamee naye, maana mana e, tuaweza kusema kwamba shetani alimpitia, ila na yeye akaye chini amwombe Mwenyezi Mungu msamaha, kwani Sio mazuri yaliyofanywa nchini Tanzania. Poleni sana kwa aliyofiwa. Poleni sana kwa Tanzania kwa ujumla, maana hii ndio nchi yetu. Asanteni sana.